Twende kwa Ivona Kamuntu ambaye yuko ndani kule. Wakati huo, mama Magufuli ndio ameingia hapo, mama Janet Magufuli, pembeni yuko mzee anasalimiana mze, <laughs> na, mm, na mama mzee Ali Hassan Mwinyi na wengine, anazungumza pale na mama Siti Mwinyi mama na Mkapa wanasalimiana na baadhi ya viongozi wengine first lady waliotangulia katika awamu ya kwanza na ya pili ambao wanaweza pili ambao wanaweza au ya pili na na baadaye atakuja first lady wa awamu ya nne. <laughs> E, na ukimwangalia anasalimia ana kwa heshima kubwa e, utamaduni za Wasukuma, Wasukuma, Afrika kwamba e, mwanamke akisalimia akipiga goti basi ndio heshima kubwa na ametangulia, ametangulia kwa sababu protokali zina, za leo haziruhusu kuja pamoja na mume wake e, hii ni, ni, e, ni rais mwenyewe e, kwa hiyo leo, leo na, anatangulia anakaa pale sasa. wakati wa kuondoka hmm, ndio anaweza kuondoka wote tayari anakuwa na yeye anabadilika kutoka mama wa kawaida mama namba moja kwa maana first lady wa Tanzania e, sasa anaanza kuonja ame ile mambo ya <laughs> kushika chaki na ubao wa vumbi shuleni kule mm. sasa amebadili uelekeo mm. Walimu, walimu, walimu walisema Kikwete una, shemeji unatuachachaje? Sasa akawaletea shemeji, amepata shemeji mwingine, walimu watabaki wakipumua nchi hii kwamba na walimu wote watoka shule moja na tajiri no, ni, ni, mwingine wa Tanzania sasa. Huyu ameamua. Kwa mara ya kwanza nimemshuhudia akizungumza kiluga wakati wa kampeni. Kwa hivyo ndio maisha. Yuko pale na ma, Dr. Mawa Daftari, Dana Chilolo mbunge ambaye ameshindwa, yuko Angela ma, Kairuki Asha-Rose, na Dr. Migiro huyo moja kati ya finalisti wa, wa urais ndani ya Chama cha Mapinduzi alikuwa tatu bora huyu, naam, na alishika nafasi ya tatu, nafasi ya pili ikishikwa na balozi Amina Salum Ali. Ni siku maalum ambapo rais wa tano ama awamu, awamu ya tano ya Tanzania anakuja kuapishwa na kuanza utawala wake moja kwa moja kwa safari ya miaka mitano ya matumaini ya Tanzania, na kumekuwa na, na aina nyingi ama niseme aina mbalimbali za misemo kutoka kwa na ama enzi tofauti tofauti, tukitoka enzi ya ujamaa na kujitegemea iliyoshika kasi wakati, kutoka wakati wa uhuru mpaka mwaka 85 kiongozi wa nchi na uh, marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baadaye akaja Ali Hassan Mwinyi 85 mpaka 1995. Miaka yake kumi ilikuwa ni njia ya kufungua milango ya uchumi na nchi ikaanza kuibuka wakati huo na baadaye akaja Big Ben akitumia kwanza filosofia ya fursa fursa na ruksa, mzee ruksa, mzee yeah, ruksa kwa. Akaja baadaye Mkapa naye na filosofia yake ukweli na uwazi, na ilikuwa ni 95 mpaka 2005. Baadaye akaja Dr. Jakaya Kikwete ambaye amepata heshima kubwa na kuinadi zaidi Tanzania nje, kwa sababu hmm, amefanya kazi kubwa kabisa kabisa, kabisa kwa miaka yake kumi akitumia filosofia ya ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya na kisha nguvu zaidi, kasi zaidi, na hiyo ilikuwa ni awamu ya, ya pili. Na baada ya 2005 namwona mkuu, hawa ni wakuu wa jeshi la polisi wa zamani, wastaafu Omar <laughs> Mahita pamoja <laughs> na Said Mwema <laughs> <laughs> mzee wa Ngunguri, Ngunguri, eh, na mzee wa polisi jamii. Kila mmoja anakuja na zama zake, anaacha za, eh, kitu chake ambacho, na sasa tunaona mm, zama mpya ya hapa kazi tu, hapa mm, ni kazi tu. Sasa, kazi tu ni, ni, ni zama ambayo zama au filosofia anayoitumia Dr. John Pombe Magufuli akisisitiza katika kufanya kazi zaidi kuliko hivi, uh, kuliko mazoea ya kawaida ya kazi, na ndio maana hata ukisikia katika hotuba zake za kampeni alikuwa akisisitiza mno watu kurudi kufanya kazi. Wakati huu tunasubiri goride nalo linataka kuanza shughuli yake ya kwanza, na ki, ki, bila shaka mvua imesimama kama unavyoweza kushuhudia, na sasa hali ya nuru inaanza kutokeza ili mambo yaende vizuri. Japokuwa ulisema James, kwamba rais uh, anayeondoka madarakani na rais mteule pia wanaweza ukawa wana na mekanizmu nyingi ambayo tafunikwa na mwamvuli, lakini ikiondoa ladha ya shughuli kwa kweli kwa namna yoyote. Lakini kukiwa shwari kama hivi, maana yake mambo yatakwenda safi na itakuwa burudani kabisa. Tarek, gwaride linaanza, acha tukuache nawe uweze kusikiliza. Hii ndio shughuli yenyewe hasa, ukisikia shughuli kama kuna jeshi basi unapaswa kusikiliza pia zile amri na sa, sa, sauti zile za utii mm, lakini mimi nachokipenda kwenye gwaride muda huu ni muda wa kupokea viongozi. Kwa hiyo kiongozi anapoingia gwaride linafunga mguu, ndo unaona hizo amri zinazoendelea kutoka sasa. Kwa hiyo gwaride likifunga mguu, maanake kiongozi anaingia. Akishapanda jukwani, gwaride wanalegeza mwili, hapo hata nyoka atiz. akipita wanamkanyaga, lakini akishafunga mguu hata nge akikupitia sikioni wewe umeshaambiwa una kufunga, unakaa kama vile ulivyofunga mguu. Kwa hivyo ukiangalia, ukiangalia kwa namna ambavyo namna ambavyo gwaride linakuwa, yule kiongozi wa gwaride ambaye ni Luteni Kanali tutapata jina lake baadaye kidogo, akitoa amri, ukiona hapo basi ujue sasa, akishakuja mheshimiwa rais watakwenda, watamuomba, wanamuomba kague, kwa sababu ni amiri jeshi mkuu, tunaomba ukague gwaride letu. Kwa hiyo atakuja, atakagua gwaride lao, alafu atamshukuru, atarudi jukwaani. Sasa gwaride hapo linapita kutoa heshima. Kwa sababu rais kalikagua tu likiwa katika hali ya utulivu sasa. Heshima iko wapi? Ndo inakuja pale sasa, ndo mkuu wa gwaride utamwona akifanya kazi yake. E, tunasubiri miongoni mwa wageni waalikwa ni pamoja na kuna, kuna jambo la kusubiri hapa tuone kama litatokea namna gani, kwa sababu miongoni mwa wageni waalikwa kwa mujibu wa utaratibu wa kawaida wa protokali ya nchi ni mawaziri wakuu wa staafu ambapo miongoni mwao na tumeona watatu wamekwishafika. Ukumbuke kwamba wengine walikwisha tangulia mbele ya haki ya kiwemo mm. Julius Nyerere ambaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza kabisa. Mzee Kawawa pia alikwisha fariki lakini Edward Moringi Edward Sukene pia alifariki. Sasa mm. kuna wale ambao wamebaki wako hai na tayari wawili tumewaona, Dr. ah, Ahmed Salim Ahmed Salim mm. Salim, Salim kumradi, na pamoja na, na, na, na, na mzee David Cleopa David Msuya wamekwisha wasi na mzee John Samuel Chigunye Misi Malechela okay, wamewasili. Lakini sasa bado mawaziri wakuu wawili ambao walichepuka kutoka CCM Walioba Walioba yeye yuko sim bado hajawasili, lakini hawa wawili ni, ni, ni Edward Ngoyai Lowasa pamoja <laughs> na Frederick Tuluai Sumaye ambao wao wako upande wa upinzani na uh, walikuwa wakichuana kwa vikali kabisa katika kuwania nafasi ya urais na hasa mgombea urais mwenyewe kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mm. Edward Lowasa ambaye, uh, hajaonekana na kwa taarifa iliyotolewa na, na, na, na uongozi wa chama chake kwamba wao wa hawatojitokeza hawato kwenye shughuli hii lakini, mm. kuna nafasi nyingine ndio najaribu kuliona hilo nafasi nyingine hii mm. uh, ya, ya, ya kwamba wewe ni waziri mkuu mstaafu wewe, na, na, na, na, na Sumai pia pengine tutakuja tuta tutaona tuta, tuta itakuwaje. Hawa ni miongoni mwa wageni waalikwa ambao wamejitokeza wamekaa hapo. Naam, msafara unaingia, pikipiki piki hizo zikiongoza zikiwa pamoja na gari la polisi. Kuna kiongozi mwingine mkubwa anawasili hapa. Wakati huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa na mkuu wa wilaya ya Temeke pamoja na mkuu wa wilaya ya Ilala. E, mkuu wa wilaya ya Temeke Sofia Mgaza na, na, na Raymond Mushi wa Ilala e, ambao wako na mkuu wao. Wa mkoa wa Kinondoni ndio hayupo lakini Makonda yupo nje ya kamera, nje ya kamera nilimuona, lakini e, hapa yeye <laughs> hayupo, aliwasili kitambo, ambaye ni pengine ni DC ni mdogo kuliko wengine wote. Naam, ni kweli kama unavyosema, kwa maana ya umri wake ambaye ndio hayupo tutu, hapo lakini... laya nje, nje, yuko... hapa sasa, ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni Kasesera, ambaye ni mkuu wa wilaya mpya, wako na naibu waziri wa fedha ambaye aliyekuwa, naweza kabisa kudhubutu kumuita hivyo kwa sababu nafasi yao ya waziri ilikoma tangu jana yeah. hivi leo hakuna waziri yoyote hapa. Adam Malima na alianguka ubunge, alikosa kwa hakika uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa wa kishindo kizito, na Chama cha Mapinduzi chenyewe ambacho kimeshinda uchaguzi kwa ngazi zote mbili, kwa maana ya kupata wabunge wengi lakini pia na nafasi ya urais, wamekiri kwamba huu ulikuwa uchaguzi wa kwanza mgumu kuliko mwingine wowote uliopata kutokea katika chaguzi zote tano tangu kipindi cha awamu ya vyama vingi ilipoanza tena katika uchaguzi wa mwaka 1995. Uh, tayari kuna ujumbe mwingine unasubiriwa hapa kushuka kwenye basi hili ambalo ni magari maalum kabisa kubeba ujumbe ma, ma, magari haya ukiona hivi baruani, hujue humo kuna viongozi wakuu wa nchi. wow, wao wakati mwingine wanawekwa kwenye magari haya maalum, wanakuja kwa wanakuja pamoja, badala ya ile kuwa kila mmoja anakuja na msafara wake. Ila kuna wale malejendari kama Mzee Mugabe kwanza ana, ana security kubwa tofauti na viongozi wengine wote. No, Museveni hawezi kuja katika <laughs> mlolongo huu kwa hivyo wale, mm. wale ni viongozi ambao wanakuja kwenye msafara kama msafara wake mwenyewe msafara maalum. Wale ni viongozi ambao wao wawe waw, nje ya nchi wawe waw, nchini kwao waw. ulinzi ni mkubwa yani, kwa maana kwamba <laughs> ja, wanakuja. Huyo ni Jacob Zuma, rais wa mm. Afrika Kusini anafuatiwa na Joseph Kabila Kabange wa Jamhuri ki ya Kidemokrasia ya Kongo, ameshuka pale. Na wachezao pia wengine wanakuja na wajana